Naam, asante sana mtazamaji na msikilizaji wa Ndugu Online TV. Boy ni Hot Boy Hamadi Hassan Tanzania, na hii ndo inaoitwa Back to History, sehemu ambayo unapata historia za watu na historia za mataifa mbalimbali mbali. Leo tuna makala ama tuna historia inayomhusu rais aliyowahi kutokea huko Zaire Congo naye ni Mobutu Seseseko. Jina lake kamili anaitwa Mobutu Seseseko Kuku Ngubendu wa Zagamba. Alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini, tarehe kumi na nne Oktoba. Alikuwa ni ofisa wa kijeshi huyu. Alikuwa ni rais mwenesela ama mwenye itikadi za kidikteta. Aliongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko kwenye nchi ya Zaire kutoka mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba huyu ndio rais aliyewahi kula bata duniani mobutu seseko kuku ngubendu wa zagamba ndiye rais anayesadikika kuwa ni rais aliyekula bata zaidi duniani kote alimiliki meli kubwa ya kifahari ambayo aliitumia kwa starehe ikimzungusha mto Kongo akila na kunywa vya kutoka Ulaya. Rais Mobutu ama dikteta Mobutu alijenga kansela kijijini kwake lenye vyumba mia moja na hoteli za kifahari zenye hadhi ya nyota tano. Kazi kubwa zilizofanyika katika kansela hiyo ilikuwa ni hanasa kwa kwenda mbele. Miongoni mwa hanasa kubwa kabisa zilizowahi kutokea ni ile Uh, hanasa ilofanywa ilofa, na Mobutu kwa mwanaye uh, kipindi anataka kuolewa mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mwanaye na ama binti yake na Mobutu Sese Seko alifanya ndoa shere hiyo shere, shere iligharimu fedha nyingi sana shera la binti huyo iligharimu dola za kimarekani elfu sabini, hii ni sawa na fedha za kitanzania milioni mia moja na sitini. Cheni na hereni za huyo dada mtoto ama binti wa Mobutu Seseseko ziligharimu dola za kimarekani milioni mia tatu. Na wakati wa ziara zake, Mobutu Seseseko aliandaliwa uh, risala ama vipindi vipu vifupi na vipindi uh, vyenye ladha ndani yake. Hakupenda shida. Rais huyu alikuwa anakwenda Ubelgiji, yeye na watoto wake kunyoa, na walikuwa wakirudi Kongo. Hiyo ilifanyika kila wikendi. Rais Mobutu alijenga uwanja wa ndege wa kimataifa kijijini kwake, uwanja wenye uwezo wa kutua ndege aina ya Concorde ambazo alizitumia mara kwa mara kwenda shopping Paris na Uholanzi. Akiingia shopping, huyu bwana ama rais huyu alikuwa hana habari za punguzo la bei. Dikteta huyu ama rais huyu alihamasisha sana viongozi viongozi wenzake kuiba ama kunyonya mali za serikali, ila kwa akili sana. Mobutu Sese Seko alikuwa na jumba la kifahari katikati ya jiji la Paris, hekalu yenye vyumba themanini na mbili na kansela kubwa la adabu Hispania. Alipiga marufuku mwanasiasa yoyote kuonekana kwenye TV zaidi yake. Mke wa kwanza wa Mobutu Sese Seko alifariki. Na hii, ilipe, hii ilitokea pale baada ya kupigwa na Mobutu Sese Seko uh, akiwa ana mimba tumboni hivyo uh, ilimpelekea kufariki. Baada ya mke wa Mobutu Sese Seko kufariki, Mobutu aliamua kufunga ndoa na mchepuko wake wa zamani aliyojulikana kwa jina la Bobi Ladawa, mchepuko wake wa zamani, wa mchepuko wa muda mrefu. Kwenye harusi, kwenye harusi ya Mobutu Sese Seko alimwalika Papa Paulo wa pili awe ni mgeni rasmi kwenye harusi yake lakini aa, kutokana na maovu aliokuwa wakiafanya, Papa Paulo wa pili alikataa kata kata kushiriki kwenye harusi hiyo. Mobutu Sese Seko alikuwa ni gaidi, ni katili kweli kweli. Jambo aliwahi kulifanya la kikatili, ni miongoni mwa mambo hatari kabisa, hii ilikuwa ni, ni pale ambapo alimuhasi, alimuhasi waziri wake wa mambo ya nje aliyejulikana kwa jina la Taliboni Nguza. Hii ni baada ya kuwa alisadikika kuwa alimtongoza mke wa Mobutu Sese Seko, na wahenga walisema, ukiua kwa upanga basi na wewe utakufa kwa upanga. Mobutu Sese Seko Kuku Ngubendu wa Zagamba alifariki uh, kwa kansa, kansa ambayo ilimpata sehemu zake za siri nikimaanisha tezi dume. Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais Kaunda na Rais Mobutu waliunda Mulungushi Klabu kwenye miaka ya sabini, lakini kila kitu ambacho walichokuwa wakizungumza kwenye klabu hiyo a Rais Mobutu Sese Seko alikuwa akiwapelekea Wafaransa, yani alikuwa akivujisha siri. Hivyo rais ama mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliona ni ujinga huu, akamua kuachana nayo, hivyo klabu hiyo ilivunjika. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kumwambia Rais Mobutu kuwa, Mobutu, unaendesha nchi kidikteta, unaendesha nchi kwa sera za kidikteta. Hivyo Mobutu alimwambia mwalimu kuwa Zaire sio kama nchi ya Tanzania. Hivyo hiyo ilikuwa ni kama kejeli kwa rais ama mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mobutu aliwahi kumtia gerezani hayati Franco Muhambo mwa kihadi kwa, kwa, kwa kumkosoa kupitia nyimbo yake hivyo Mobutu aliamua kumtia gerezani na akamwambia, akampa option ama chaguo la kwamba ili awe salama, atoke gerezani achague kitu ama afanye kitu kitakachomfurahisha rais Mobutu Sese Seko. Hivyo aa, hayati mwimbaji Franco aliamua kutunga nyimbo ambayo alihisi kwamba itamfurahisha sana rais Mobutu Sese Seko, na nyimbo hiyo ilimfurahisha sana aa, Mobutu Sese Seko na ikafikia hatua Mobutu akaamua kumwachia Hayati Franco. Nyimbo hiyo ilifahamika kwa jina la Kandida nabiso Mobuto, Kandida Nabiso Mobuto. Nyimbo hii ilikuwa ni nzuri sana kwa Rais Mobutu. Rais Mobuto alikuwa ni mwoga sana, alikuwa ni miongoni mwa marahisi waoga sana duniani alikuwa akitaka kuondoka nje ya nchi, alikuwa lazima aondoke na, la, na waziri wa ulinzi na zile funguo ambazo zilikuwa zikifungua maghala makubwa ya silaha. Alikuwa akikaa nazo yeye hivyo, alikuwa akiondoka nazo na alikuwa akiziweka kwenye brief case ya kwake. Mobutu alikuwa ni mtu ama rais wa ajabu sana, aliamini katika ushirikina aliamini sana imani yake katika ushirikina. Hivyo aliajiri uh, waganga wa kienyeji, waganga wa kishirikina, wenye imani za kishirikina takriban mia moja kwenye jumba la ikulu. Mambo ya Mobutu Sese Seko yalikuwa ni ya kushangaza sana. Miongoni mwa mambo hayo ilikuwa ni ile ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano ambapo alikodi wachawi na waganga wote wa Zaire kwenda Ujerumani kwenye mechi kuwanga ili mechi hiyo washinde. Kilichotokea mm, hmm, kili cha kushangaza sana na cha kuchekesha kiliwaumiza sana watu wa Zaire. Hii ni baada ya kwamba mechi hiyo Wajerumani waliwapiga ah, waliwapiga Zaire magoli tisa kwa sifuri. Kwa nunge Mobutu Seseseko kuku ngubendu wa Zagamba alifariki mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. Aliza, al, alizikwa na watu wasiopungua sita. Mobutu Seseseko alizikwa na utajiri wake. Asante sana kwa wewe ambaye umesubscribe channel yetu, kwa wewe ambaye bado hujasubscribe fanya kusubscribe. Kisha gusa alama ya kengele. Keep watching Ndugu Online TV.